Shetani anashawishi na kuchochea lakini kwako una jambo moja usikubali, usikubali na mtu aliyeshinda maisha ni yule ambaye hakukubali. Winners, washindi wa maisha ni wale ambao hawakukubali kushindwa, hawakukubali kufeli, hawakukubali kugandamizwa na kupotezwa katika fikra njema na fahamu walizokuwa nazo, lakini wengine wameshaharibika wameacha neno, wanabeba mafuta, wanabeba chumvi, wanabeba maji kwenye pochi zao, utafikiri wanaenda kuunga mboga huko mbele ya safari. Wameshawishiwa ya kwamba nguvu iliyopo katika neno la Mungu haitoshi, ni mpaka iwekwe kwenye maji na chumvi na mafuta. Ushawishi na zinauzwa ni hela. Wewe usikubali, usikubali kuikana imani. Unapokuja hapa na kukiri, na tunapokupa sakramenti ya meza ya Bwana, umekuwa Mkristo na tumekufundisha yale mambo ya msingi.